Na tunaendelea kukusogezea habari mbalimbali. Eh, bana leo tumeamua kusafiri na kusogea maeneo ya Keko Maduka Mawili. Sehemu ambapo tumekuja katika tawi la Wekundu wa Msimbazi Simba na niko na faza wangu hapa kwa makamu, unaweza ukamtazama, na atakwenda kutueleza kwa kina juu ya kile ambacho wanakikusudia kukifanya hapo visiwani Zanzibar. Vaibu kubwa limeanza. Wana langu jina ni Njiva Osman, nyuma kamera director Runde. Nikwambie tu, shikilia hapo hapo, na moja kwa moja niungane na mzee wangu. Assalamu aleikum. Wa kwa majina matatu wanakuitana? Ah, nikupe mawili tu. Ma tushukran Nizar Manji. Nizar Manji. Yes. Shukran sana, Nizar Manji wekundu wa Msimbazi Simba, tumeshuhudia vibe limeanza hii leo. E, tunazungumzia kwa maana ya hamasa zile za Kigoma visiwani Zanzibar, na wako maeneo ya Mnazi Mmoja, wanahamasisha wapenzi na wakazi wa Zanzibar visiwani na Watanzania kwa ujumla kuhakikisha kuwa wanaiunga mkono Simba Sports Club kwenye mchezo wa fainali mkondo wa pili, fainali ya mwisho kabisa ambayo inapigwa visiwani Zanzibar. Unalipela kuwaambia sasa mashabiki na wana Simba juu ya hiki ambacho wamekikusudia kuhakikisha kuwa hili tunabeba ah napenda tu kuambia mashabiki, wapenzi, wanachama wa klabu ya Simba Tanzania nzima. Zanzibar sio mbali, uh, unaenda siku hiyo hiyo unarudi siku hiyo hiyo. wale waliopo Zanzibar na waliopo bara kwa pamoja tuungane, tushikamane, kwanza tuiombee timu yetu dua, tuombe wachezaji wetu waamke salama hiyo siku ya Jumapili mm. Wawe na morali ya juu kuitumikia klabu, lakini sisi kama mashabiki, wanachama na wapenzi, kazi yetu ni moja tu kwenda kujaza uwanja wa Amani Zanzibar kwa ajili ya kuwahanikiza na kuwashangilia wachezaji wetu, waweze kufanya kile ambacho tunakitaka. Sisi tunahitaji kombe, wao wanajua wajibu wao. Alice, si Belkane e, si mara moja kukutana naye, tunashuhudia e, mechi, mliwahi kukutana mkafungua bao mbili hizo hizo kwa sifuri na mkaja Benjamin Mkapa. Utofauti ilikuwa ni hatua ya makundi. Mkashinda bao moja bao la Pape Osman Sako. Wamekuwa na slogan fulani ya kuimaliza mechi mapema. Kabla ambapo haujaingia kwenye mchezo wanahakikisha kuwa wanakufunga kana kwamba unapokuja kuzoea mchezo tayari wanalinda ambacho wamekipata. Hii unalizungumziaje ikiwa watapata goli la ugenini mapema mwa mchezo? Simba Sports Club bado ana mlima mzito wa kupanda. Wewe kama mshabiki wa Simba Sports Club hili umelitazama na unalipi la kulizungumzia kupitia mimi sio mshabiki tu, mi mwanachama wa klabu ya Simba na ni katibu wa tawili. Kwa hiyo swala la mechi iliyopita ile ilikuwa ni makundi, hii ni finali. Kwa hiyo hizi ni approach mbili tofauti. Unapokwenda kwenye makundi kuna kitu unaangalia, kwamba hata nikishinda goli moja ninachokihitaji ni kuvuka stage flani, lakini hii ni finali. Finali maana yake ni kwamba wametufunga goli mbili ugenini, sisi tunahitaji kushinda zaidi ya goli mbili nyumbani tumewaona kwamba hata mechi ya kwanza wameingia mapema, wamefunga goli zao mapema. Yani wana, wana, wana kitu kwamba wanataka kufanya kitu chao mapema, wapate goli zao mapema. Hiyo ni kwao. Fadu ni kocha mmoja ambaye ni mzuri sana, ukimwangalia kwenye mbinu, anavosoma mchezo, anaelewa. Ndio maana uliona baada ya tukio hilo wachezaji walibadilika, timu ikabadilika, tukaweza kuzuia mpaka mwisho, zikabakia hizohizo goli mbili. Hmm. Mimi nina uhakika approach ya mechi hii ya mwisho ni tofauti na approach ya mechi tuliyocheza kule. Wewe ni miongoni mwa wanaoamini kuwa goli mbili si mlima mkubwa kama ambavyo inasemekana na baadhi ya wapenzi na washabiki wa Simba? Kwenye mpira goli mbili ni mlima, na wakati mwingine si mlima mkubwa. Simba, kama unaikumbuka, ilishawahi kupindua matokeo ya goli nne nyumbani, ikachapwa nne, ikaenda ugenini ikapindua tano. Kwa hiyo si kitu ambacho ni kidogo lakini si kitu ambacho ni kikubwa pia, kwa hiyo inawezekana tunao uwezo wa kushinda sisi zaidi ya goli mbili na kuchukua ubingwa. Mmejiandaa vipi sasa kuhakikisha kuwa mnaibakisha kombe, ikiwa mwaka 93 kombe lilikuja hapa na likaondoka, sasa kwa mara ya pili linarejea hapa Tanzania, visiwani Zanzibar ni Amani Complex na mpaka hivi sasa mmeshatanguliwa magoli mawili ambao mlipoteza kule manispaa ya Belkane, mnakuja kucheza nyumbani, mna maswali mengi ya kuulizwa. Je, mna yapi majibu ya kuwajibu Belkane ikiwa mnahitaji ushindi na si kitu kingine? Ah, mimi nawaamini sana viongozi wa klabu ya Simba, bodi ya wakurugenzi ah, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mohamed Dewji Mo, mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu, bodi yote viongozi wote lakini benchi la ufundi la Simba limekamilika, bwana, lina kila mtu kama unavyoliona. Kila kitengo kimeenea, kuna wasomaji wa mchezo, kuna uh, makocha wa magolikipa na wote wako pale, wanajua cha kufanya maandalizi ya mechi hii tayari yameanza na wao wanajua kwamba sisi kama mashabiki tunahitaji ubingwa mm, tunahitaji kikombe hiki ambacho tulikikosa mwaka tisini na tatu. Mm, safari hii tunahitaji kibaki, unahakikisha kuwa kombe hili litabaki hapa Tanzania inshallah litabaki, inshallah litabaki. Unadhani mm, labda Simba walifeli wapi? E, katika mchezo uliopita karata ya mwanzo kabisa ambao walitupa, e, manispa ya Berkane pale Moroko na kuweza kupoteza kwa mabao mawili. Berkane walikuwa bora wapi na Simba waliweza kuwa dhaifu maeneo yapi ambayo wanahitaji kwenda kuyafanyia kazi katika mchezo wa marejeano ambao utakwenda kuchezwa tarehe ishirini na tano kule hapa e, visiwani Zanzibar nchini Tanzania? A, nafikiri tulifeli kwenye kitu moja. Ni msikia kocha anazungumzia zile dakika za mwanzo ishirini ambazo aliziwekea mkakati lakini bahati mbaya nafikiri wachezaji waliteleza, hawakuweza kutimiza ule mkakati, kwamba dakika ishirini za mwanzo hawa jamaa lazima huwa wanakuwa na spidi na wanatafuta goli kwa nguvu sana, lakini bahati mbaya wachezaji wetu hawakuweza kuzifanyia kazi na kuwa compact kwenye beki yetu kuhakikisha wanazuia mm. kuna makosa madogo madogo yaliyotokea yakianzia kwenye midfield kurudi kwenye defense na goalkeeper mwenyewe, lakini hayo yalishapita, na na uhakika mwalimu ameyaona, lazima atakuwa ameyarekebisha. Lakini Berkane ni wazuri kwenye speed, unaona hata siku ile walikuwa wanafanya wanaweza wakapiga counter. Ni, ni, wa, ni wakimbiaji wazuri, wanaweza kukaa na mpira, wanaweza kutembea na mpira, dribbling na kila kitu, lakini kitu cha muhimu ni kwamba kocha lazima atakuwa amefanyia kazi makosa yaliyoonekana siku ile. Hayawezi kujirudia katika game ya pili, hayawezi kujirudia katika game ya pili. Tunashuhudia mnyama Simba akicheza katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, wao wanaita machinjioni Lupaso. Pale ndipo ambapo wanafanya maajabu makubwa na tumeshuhudia maajabu makubwa yakifanyika pale. Tutarajie lipi sasa visiwani Zanzibar katika mchezo muhimu, mchezo wa maamuzi, mchezo mgumu dhidi ya vigongo wagumu kutokea pale manispaa ya Berkane, Moroko. Uwanja uh, wa Mkapa ni uwanja wa nyumbani, lupaso upo Dar es Salaam na maskani ya Simba iko Dar es Salaam. Na kuna watu walikuwa wanasema tunaogopa kwenda Zanzibar. Hapana, Zanzibar sisi hatuogopi, na mahali popote hatuogopi, isipokuwa tulikuwa tunataka timu icheze katika uwanja wake wa nyumbani, maskani yake iko Dar es Salaam mm. lakini kwenda zanzibar si hoja sana mm. Sisi tutakwenda kupindua kule kule na tutachukulia ubingwa wa Zanzibar mm. Hakuna wasiwasi, kiwanja sio hoja kubwa, mm. Kiwanja si hoja kubwa. Ndio tutumaini basi kombe ku, kulibakisha hapa nchini Tanzania licha ya kuwa nyuma kwa mabao mawili kwa sifuri bila shaka, bila shaka. Yeah. Kitu gani kinakupa jeuri kuelekea katika mchezo huu? Ah, timu yangu iko vizuri, vijana wetu safarii wako vizuri. Unajua sisi Simba mara nyingi huwa tunasajili tuna, tuna sana wataalamu wale wa manjonjo manjonjo mengi, lakini safari hii vijana waliosajiliwa wanacheza straight football. hawana mambo mengi wanachokitaka ni kuhakikisha kwamba bendera ya Simba inapepea. Wanafanya kazi kubwa kwa kituma sana na wanapambania bendera ya klabu ya Simba, na sasa hawapambanii bendera ya Simba tu, wanapambania pia bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hmm. Wewe ni katibu wa tawi la Keko Maduka Mawili, e, ingekuwa ni vizuri zaidi ukaweza kuzungumza na watanzania na wapenzi wa mpira wa, wa miguu kufuatia hiki ambacho kimetokea, hususa swala la tiketi ambalo watu wengi kila mmoja amekuwa akitoa maneno ya namna yake, wengine wakisema kuwa Simba Sports walikuwa na taarifa mapema sana kwamba mechi itakuwa New Amani Complex lakini waliweza kutoa kuuza tiketi kwa mashabiki wa Simba na wakiamuru kwamba mechi itakuwa Benjamin Mkapa. Hatima yote wamekuja, mechi imekwenda kuchezeshwa visiwani Zanzibar, ndiko ambako kiputo kitakwenda kupigwa. Watu wengi wamekuwa wakizungumza maneno mengi, labda tuweke sawa katika hili. Simba Sports Club walichokifanya kuweza kuuza tiketi, na tamko limetoka kwamba tiketi hizo zitatu, wazitunze, zitatumika katika mchezo itatumika tarehe nane yani mwezi wa nane Tanzania juu ya wale ambao wana ukakasi juu ya swala hili. Kwanza ukakasi wa tiketi haupo. Klabu imeshatoa ufafanuzi kwamba waliokata tiketi watazitumia wapi. Ndio maana wameambiwa wazitunze. Kwa hiyo hakuna swala la ukakasi. Hmm. Na uhakika kwa wale waliokata tiketi ambao ni mashabiki wapenzi na wanachama wa klabu ya Simba, hakuna anayezungumzia swala hilo. Labda ni watu ambao wanapenda tu kujishauashaua, ndo ambao wanaongelea swala hilo. Lakini ukirudi kwamba kwa nini Simba walianza kukata tiketi wakati mnasema un, un, mimi sisemi, mnasema kwamba walikuwa wanajua kwamba uwanja utakaotumika ni wa amani Zanzibar na sio Mkapa, sio kweli. Hakuna confirmation ya CAF iliyokuwa imeweka wazi kwamba uwanja unaotumika fainali ya pili ni Zanzibar. CAF kama CAF walipendekeza kwamba utumike uwanja wa Amani Zanzibar hmm, lakini klabu kama klabu, serikali ya Tanzania hmm, na Wizara ya Michezo zilikuwa zinahakikisha kuhakikisha ule uwanja wa taifa pale unakamilishwa katika pichi na maeneo yote ili fainali iweze kuchezwa hapa. Kwanza, uwanja huu ni mkubwa zaidi kuliko wa Amani Zanzibar, kwa hiyo mechi ya fainali inaingiza ina, ina watu wengi zaidi. Kwa hiyo Simba kama Simba na taifa kama taifa walikuwa wanapambana kuhakikisha mechi inachezwa hapa na hakuna maamuzi yaliyokuwa yametolewa final kwamba mechi inachezwa Zanzibar huu ni uzushi ambao umekuwa ukitolewa in fact na baadhi ya waandishi wa habari sio wote waandishi wa habari na wachambuzi wamekuwa hawafuatilii mambo ki sawa sawa au makuchunguza kwa undani kupata zile taarifa sahihi wengine wamekuwa wakiongea kuchukua kwa mashabiki hii taarifa ilikuwa ni suggestion, maana mapendekezo lakini kitu ambacho kilionekana kulalamikiwa katika mitandao ya kijamii na wengi wakimuunga mkono magoli juu ya kile ambacho amekiandika katika kurasa zake za kijamii. Amezungumza ya kwamba Simba Sports Club e, ameuliza ya kwamba Berkane kabla ya taarifa ya CAF kutoa kwamba mechi itachezwa visiwani Zanzibar, taarifa inatoka kama kesho, lakini leo wameshachukua hoteli visiwani Zanzibar. Kuna namna kama figisufigisu figisu ambazo zimefanyika, ni kama namna fulani ambapo Berkane walikuwa na taarifa ya mapema kuhusu kuliko Simba Sports Klubu juu ya hili ambalo limekwenda kutokea. Of course figisu zipo na kama unavyojua mmoja waliokuja hapa kukagua uwanja ni mmoja wa viongozi wa Berkane na ni hawa Berkane inasemekana wana mmoja wa viongozi wao yupo katika kamati za Kafu, makamu wa rais makamu wa rais, kwa makamu wa rais, wa kwanza wa kawa. Yes. Kwa hiyo kuna kitu nafikiri yeye alijua hii taarifa mapema kutokana na kwamba yeye yupo ndani hmm. Sisi hatukuwa tumepewa taarifa hii mapema kwa sababu pengine kutokana na kwamba sisi hatukuwa na mtu kule ndani hmm. Lakini wao wamepata taarifa mapema kutokana na yeye yuko ndani, na kama unavyoweza kuona figisu zipo, kwa sababu ukiangalia sasa hivi mambo mengi ya kafu yanafanyika zaidi Moroko na sio makao makuu Misri. Kwa hiyo sisi tunaamini pia figisu zilikuwepo na zimefanyika, lakini si hoja sana, si tumetima mlaka na tupo tayari na tutakwenda kucheza mechi na tunauhakika tutashinda inshallah. Na neno lako kwa watanzania na mashabiki wa Simba sports Club, wale ambao wanatamani kufika visiwani Zanzibar na kwenda kushuhudia tukio historia, la kihistoria, ku, la kuhakikisha kuwa hii tunabeba na, na kuiunga mkono Simba yao Uh, mimi na washauri tu wote wenye uwezo wa kukata tiketi, kwa sababu tiketi zinakatwa huku huku bara na Zanzibar zinakatwa. Kwa hiyo popote ulipo unakata tiketi yako, hauhitaji kwamba mpaka ufike Zanzibar ndio ukate tiketi. Kwa hiyo unaweza ukata tiketi yako mahali popote mapema, na usafiri wa kwenda Zanzibar upo kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo unaweza kuondoka hata Jumapili asubuhi na ukafika ukaishangilia timu yako. Mimi naomba wapenzi mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba popote walipo katika nchi hii. Hmm, Zanzibar ni Tanzania, Zanzibar ni sehemu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na panafikika kwa wepesi. Twendeni Zanzibar tukaishangilie na kuiunga mkono timu yetu na kushuhudia tukio la kihistoria kabisa. Kwenye msafara Aishi Manula ameonekana ni, ni mchezaji wa Simba, ni mchezaji wa Simba. Yes, mchezaji wa Simba. Ni za Simba, tukumuona haijalishi. Kila kila yani unajua hata nyumbani kuna siku unaweza ukasafiri mkeo ukamwacha, au siku safari nyingine ukamwacha mtoto. Kwa hiyo Manula kutokuwepo kuwepo kwenye safari zingine si hoja, na kuwepo kwenye safari hii si sio hoja, lakini timu kama timu wamesema kwamba wamechukua timu nzima, kwa maana wachezaji wote wanakwenda Zanzibar, viongozi wote watakwenda Zanzibar kwa hiyo ni timu nzima, benchi lote la ufundi, aliyekuwa naumwe hapa Zanzibar ni karibu, kuna medali, kunakumbuka medali. Kumbuka, yes, kumbuka kuna medali. Sasa ukimwacha Aishi Manula nyumbani, yeye atavalia wapi medali? Lazima awepo, avae medali yake. Kwa hiyo wachezaji wote wamekwenda Zanzibar, zi wote. Injinia ni nani? Mi hata simfaa mtu injinia. Injinia wanaojenga majengo kama haya au majengo gani wa vilabu huyo ni mwenyekiti wa ulinzi mwenyekiti wa ulinzi wa vilabu yeah, vilabu no. Umemsikia oh, akazungumzia kitu chochote kwenye, kwenye mambo ya kafu ya watu ambao walikuwepo mwanzoni kabisa, wakati anaitaka kuichukua Simba, kulikuwa na vipingamizi vingi, lakini alipambana akahakikisha kwamba ana, ana, ana, ana, anawekeza katika klabu ya Simba na akaweka ndoto yake Mohammed Dewji Mo, kwamba ni ninachokitaka mimi ndoto yangu ni kuhakikisha Simba inafika katika levo za juu kabisa katika bara la Afrika kisoka, na amefanya hivyo, imeweza kuingia fainali za klabu bingwa Afrika zaidi ya mara tatu mfululizo. Uh, rob, no, so, robo finali, kwa hiyo imejijengea robo fainali sita, imejijengea ufalme katika soka la Afrika. Tunapozungumza Simba sasa hivi ni ya nne barani Afrika kwa ubora. Hiki hakijatokana na mtu mwingine yeyote zaidi ya ndoto ya Mohamed Deuj Mo, nyuma yake wakiwemo viongozi wa klabu ya Simba, wanachama wapenzi na mashabiki wake, na wachezaji pamoja. Kwa hiyo Mohamed Deuj Mo apewe sifa yake. Watu wanafunikafunika sana kusema, sijui Azamu wametengeneza soka la Tanzania, utasikia sijui TFF wamepambana sana fine, hawa wote wamepambana, lakini ndoto ya Simba ama mafanikio ya Simba mpaka hapa Mtu nambari moja ni Muhammad Deuj Mo. Shikilia hapo hapo, mtu nambari moja ni eh, Muhammadi Deuji Mo. Eh, alikuwa akizungumza hivyo katibu eh, wa hapa maduka mawili Keko, alikuwa akizungumza hivyo kupitia Chapesa Media. Langu jina ni Jiva Osman, survive ni kutokea mkoani Tabora. Nyuma ya kamera director Runde bana, sina la ziada nikwambie, tu ili kuendelea kupata taarifa zetu zile ambazo zinauka kila itwa usiku, usisahau kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele, maneno ambayo yako chini ya video hii. Sina la ziada bana, nikutakie siku njema.